Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad, tunatoa mkono wa pole kwa imamu wa zama hizi ambaye <tune> katika hadithi mashuhuri ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameizungumza na ni hadithi ambayo haina shaka, hadithi ambayo kwamba madhehebu zote za Kiislamu ikiwemo madhehebu ya Shia ikiwemo madhehebu ya Ahlusunna wal Jamaa m hata masalafi na wahabi, hadithi hii ya Bwana Mtume wanakubali. Moja ya maneno ambayo alizungumza Bwana Mtume katika uhai wake, na akimwelekea alimamu Ali alimwambia e, ya Ali, ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwachia sahaba mkubwa ambaye anaitwa Ibnu Abbas. Hakuna Waislamu wote asimjua Ibnu Abbas, Waislamu wote wanamjua Ibnu Abbas. Kuna ambao wanazungumza kwamba ni mtu ambaye kwamba hana mashaka katika upokezi wa hadithi. Kuna ambao wanamwita Ibnu Abbasi kwamba kwa ni msomi mkubwa, na hakuna mada yoyote ambayo inayozungumza Ibnu Abbasi kwa ubaya. Yeye ni swahaba bwana Mtume. Ibnu Abbasi ni swahaba ambaye kamuona Mtume. Ibnu Abbasi ni mtu ambaye anasikika kwa, kwa, kwa uzuri katika maneno ambayo anasema Ibnu Abbas ambayo ameusiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibn Abbas asema kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameniusia, ni mpende aliman Ali ibnu abi Talib. Mtume anasema, ya Ibnu Abbas ilaika fi mawaddati Ali Ibn Abi Talib, Ewe ibn Abbas, ni juu yako umpende Ali Ibn Abi Talib. Na mtume amwambia Ibn Abbas, kana kwamba muislamu atafanya jema, muislamu ataswali, muislamu atatoa zaka muislamu atafunga mwezi wa Ramadhani, lakini kwamba mbele ya Allah subhanahu wa taala atasimama hali ya kuwa kwamba hana mawadda ya Imam Ali ibn Abi Talib, basi mtu huyu atafukuzwa. Mtu huyu amali zake zote zilizofanya hata kubalika mbele ya Allah subhanahu wa taala. Kwa nini? Kwa sababu Mtume mwanantume alimwelekea Imamu Ali na akamwambia, ewe Ali, la yuhibbuka illa mu'mina, hakuna atakayekupenda usia huu ambayo Ibn Abbas anaambiwa na Mtume na haikuwa Ibn Abbas ndiye anaambiwa peke yake, a, hata wewe Muislamu wa leo, usia huu maneno haya bwana Mtume, yanaishi kwako, yanakuhusu. Mtume asema, ya Ibn Abbas, ewe Ibn Abbas, lau anna al-malaikata al-muqarrabin

lakini hawatafanya alivyo nieleke hapa. Mtume anamwambia Ibnu Abbas kwamba malaika na mitume kama watakusanyika kumbdi kubudhinani alimamu Ali walan yafalu, lakini malaika wa Mwenyezimungu wala mitume wa Allah hawawezi kufanya nini? Kumbugudhi Imamu Alimu. Lakini kama ikitokea hivyo

kwamba ikafikia mahala nikamwambia, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wahaubirikumah. Je, katika umati wako kuna yeyote ambaye anaweza kamvuudhi kumuudhi alimamu Ali? Mtume asema, naamu, ndiyo watadai watu kwamba wao ni waislamu Watakuja watu wakijipatarisha kwamba wao ndio ambao wanajua kusoma Qur'ani vizuri, lakini watu hao watakuwa ni kimduguni ni kumduguni. Na mwalimu ni pale ambapo kwamba majlis kama hizi za kuhuzulika kivo mauaji ya na mwalimu, kuna watu ambao watakaoleza hii ni kumduguti naniosai kumbugu dinani alimamu Ali. Kuna watu ambao watakojitokeza kupunguza fadila za alimamu Ali aditwalii, huku ni kumbugu dinani Sayyidina Ali aditwalii.

mwanadamu yeyote anamtilia shaka alimamu alili na lukalie, basi mtume anasema kwamba hii au shaka hii ni ukafiri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Nini ukafiri? Usome imamu Suyuti katika kitabu chake cha Tarikhul Khulafaa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam istakhlafa ali fi madina, amemwacha kuwa Ali katika mji wa Madina kuwa khalifa, akaenda katika vita vya Tabuk. Munafikina wa Madina, wale munafiki wa Madina, wakaanza kupaza masauti kwamba mtume hakumwacha Imamu Ali isipokuwa ni kumwepusha na nini, na kuruliwa. Mtume hakumwacha Imamu Ali ibn Abi Talib isipokuwa, mtume kamwacha katika mji wa Madina kuwa khalifa katika mji wa Madina, isipokuwa ni khalifa, tusudeyangu ni khalifa watoto Ilimuuma sana Saidina Ali, ilimuuma sana Saidina Ali, kwa sababu Saidina Ali ni mtu ambaye alikuwa anataka vita. Saidina Ali ni mtu ambaye kapigana vita bega kwa bega na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Saidina Ali ndiyo ambaye katika vita vya Badr alipata ushujaa vijana. Saidina Ali katika vita vya Uhud

Anasema kwamba bwana Mtume analodopesha kifo ndipo saidna Ali kadiri kwamba amfuate Mtume ya rasulllahndimealla. Maneno ambayo wanazungumza watu wa nini wa Madina ni haya mtumeamiaa ee aii ala a antakuna bimanzilati haruna

Saidina Ali katika uhai wake na Bwana Mtume akamwambia, ya Ali, ewe Ali, mani pataraka bila vila ambaye kuwa ewe Ali anianumu msiba mkubwa tarehe ishirini na moja ya mwezi wa Ramadhani pale ambapo kwamba alimamu Ali tayari kwamba ile sumu imeshatapakaa katika mwili wake anaa katika kichwa cha alimamu Ali bin abi Talib, wakati huo Alhasan wa Alhusaini wanamwangalia alimamu Ali, umu Kulthumu bi Zainab wanamwangalia nani? Alimamu Ali. Waislamu katika maeneo wazuri ambayo kwama sisi wafuasi wa ahlulbaiti rasuli